Wasikilizaji, hata watazamaji wa Kivu News Today TV, mara tena tunawakaribisha kufuata matangazo hata na vipindi vyetu vinavyokujia toka Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko nanyi mukitufuata kutoka eneo mbalimbali mbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi jirani za Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, hata na wengine mkitufuata mkiwa Ulaya na Marekani. Matangazo yetu yarushwa hata kwenye mitandao ya kijamii kwenye YouTube, Facebook, Instagram, hata na Twitter, pote mkiandika Kivu News Today, na asanteni kwa wale ambao mmefanya subscribe katika lengo la kusapoti kazi zetu. Wengine nikiwahisi muweze kufanya hivyo, ili tuweze kuungana moja kwa moja katika matangazo yetu mwanzoni mwa habari zetu siku ya leo, wakimbizi wa nyarwanda waliokuwa kwenye udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa zaidi ndani ya eneo zinazoongozwa na AFC M23 walipelekwa katika nchi yao hii Jumatatu 19 Mei mwaka huu wa 2025. Hayo ni baada ya operesheni hata na msako vilivyoendeshwa na uongozi wa AFC M23 katika jiji la Goma, wilayani Nyiragongo hata na Masisi wengi kati ya wakimbizi hao waliwasili katika nchi ya Kongo tangia miaka ya tisa mia tisini na nne hata na tisa mia tisini na nane baada ya vurugu hata na machafuko vilivyoonekana nchini humo. Waliorudi nchini Rwanda leo hii walionekana walio kuwa na furaha hawa wakishuhudia kupata bahati ya kuingia mara tena katika nchi yao

nendaniyo noswara mumujango ngaiavurichona avurariko ngomba kugira ngufu zokuvatumikira vana vanjengamenya handu hari vari hari umuteka. Kwa upande mwingine, Bwana Oscar Balinda naibu makamu mnenaji na wa AFC M23 aliyekuwa hapo mpakani wa nji ya Kongo na Rwanda kwa kuhakikisha kwamba wakimbizi hao wanyarwanda warudi kwao salama, asema kwamba operesheni hizi zitaendeshwa hadi pale wakimbizi wote watarudi makwao. Hapa, hapa tunakuja kurudisha Wanyarwanda kwao. Awa Wanyarwanda ni families za FDLR au ni watu wenye FDLR zimekamata matekwa zimekamata matekwa, zinawaki nao kule kwa mapori za Kongo, juu wawakamate vijana ndani wakuwe wapiganaji pamoja nao hmm? lakini awa wengine wakuwe walimaji wakuwe wakukonga makala. Unajua parki zote zetu walizoharibu haribu hmm? Environment yetu waliharibu au hmm? Waliharibu kila kitu, waliharibu economy, wanaharibu, wanaua watu. Hakuna family hata moja ya Kongo, ya mkongomani wenyewe hakupoteza mtu hmm? Tunaweza sema okay wana, sana, jiu, suma, ah, ah, watu si ndio walikuwa sana s waliwakuta huku wanasemaaa, watu tulizani tulishawamalizia kule eh aa ah. Sasa ni wenyewe wamefufuka au ni i shida gani nj wakaanzia kwa Watusi, lakini kisha Watusi, Watusi walia na wakongomani wengine wote hmm? Mi sijua hata family moja ya Kongo enyewe haikupoteza mtu juu ya hao watu leo, tunaweza sema ni kama elfu tatu tushafika kwa elfu tatu, lakini wamingi wakiingali kule. Ukienda kuuliza msr, eh? watakwambia watakwambia ni, ni, ni samil, elfu mia tatu. Mnasikia kuna baki kuna baki wangapi? Ni wengi ni wengi, nakwambia sasa si unajua walikuwa wanauisha makala, wakishakata miti wanachoma makala, wakauwa manyama zote za mpark, wakishaua manyama wakalima. Sasa park hiyo hmm? eh? mbuga ya wanyama wakalima. Sasa hmm? sisi tulikuwa kwa vita kule, tulikuwa navuna mimea yao kila wakati hmm? kila miezi tatu tunaenda tunavuna, tunawapiga, tunavuna. wengi ni wanawake, wanaume wako wapi? wanaume wako kwa vita Nimekueleza, iko kwa vita, iko mapori za Kongo. Wakingani wanatafuta kuleta, wakingani wanatafuta so kuwa kongomani. To... Hmm? Kongomani wako pamoja na FARDC wako pamoja na wazalendo wako pamoja na warundi wale wengine, wasamia RDC au furisha kuwapatia njia ya kurudia kwavo. Unajua, kuna mwito wowote ambao unatolea kwa wale ambao wanabaki kule mjini? Na swala la mwisho, kwa nini umetumia HCR? Waawa, hacha nikwambie Mwito unapanua kila siku. Sasa radio radi kazi yake hapa ya ilikuwa nini? uko si na eh? ile tahuka ni kuwaita, hmm? Sasa nasi kwa Alliance Fleuve Congo tunawaambia rudieni kwenu, nchi yenu, isha kutosha ile statia ya ukimbizi washatengeneza, hmm? nchi akupenda <coughs> <coughs> Wanyarwanda wote warudi kwao, wapatiane wa wa wa wa wa wa wa mkono, wajenge nchi yao, hmm? watoshie na sisi amani wa wakongomani na sisi tujenge yetu, sisi tumebaki nyuma sana hmm, wa watu hmm? tangu walifika mashariki ya Kongo hmm? walileta shida kubwa okay, tunaweza kusema tunasemaka kunakuwa eh, vikwazo vikubwa vyenyewe vinaleta eh, usalama mchache kukosa hmm? usalama hii nani ya Kongo ni hmm? sababu nani ya tatu ya kwanza nigisi wazungu walikala Berlin wanakata mipaka hmm? wa... Waka hmm? Upande mwingine ni viongozi vya Rwanda waliopokea wananchi wao wakishirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa linalo hifadhi wakimbizi UNHCR. Prosper Mulindwa, mwenyekiti wa district ya Rubavu huko nchini Rwanda, asema kwamba hawa watashughulikiwa vile ilivyo na serikali ya Rwanda na huko itafanya juu chini ili hali yao kimaisha iweze kuboreshwa. e, rero leta uh, ifite e, nyingi nyinshi e, nyuzamo e, ufasha ku baturage e, kuko umuntu muryango ukeneye ibintu byinshi. byinshi ukeneye ibintu abo bagurishije amasambu bazongera bagura ndi kandi dufite n'abanyarwanda bafite ubuzima bwiza kandi budashingiye ku masambu igikomeye ni ukubona igikorwa gitanga e, amafaranga gitanga inkamu ya buri kwezi cyangwa ya buri munsi e, umuntu akagura isambu cyangwa ntayigure e, cyangwa umuntu akaba afite ibimutunze kandi mu buryo burambye hari rero za gahunda zitandukanye za leta zizaza e, ziyongera ku nkunga bazaba bahawe

kuirango batahungabana muri cyaje batari bamara bata kumenya neza e, uko bazabaho. Katika habari zingine ni kwamba uongozi wa Alliance Fleuve Congo M23 jimboni Kivu Kaskazini umeshiriki mesa ya kumwaga aliyekuwa liwali makamu wa Kivu Kusini Bwana Gashinge Juvenal aliyefariki kwa ghafla tarehe kumi na mbili Mei mwaka huu wa 2025. Ni misa iliyoendeshwa kuna parokia Saint Esprit hapa mjini Goma mashariki mwa DRC, ambapo viongozi kadhaa wa Alliance Fleuve Congo walishiriki kwa wingi, miongoni mwao Corneille Nangaa Yebeulo, mwenyekiti wa AFC, hata na wengine waliokuja kutoa mahijirisho ya mwisho kwa kiongozi huyu wa Kivu Kusini. Katika hotuba yake Bwana Delio Kimbulumbu, katibu mkuu wa shirikisho la AFC, alifahamisha kwamba hii iliyotokea kwa ghafla imekuwa tatizo kubwa kwa kumpoteza kiongozi kama na huyu, lakini pia akitoa matumaini hata na pole za rambirambi kwa jamaa yote ya marehemu hata na jamaa yake ya kisiasa, ikiwa ni AFC M23. Wakati misa ilikuwa ikiendeshwa hapa mjini Goma, huko Bukavu, jiji kuu la Kivu Kusini, ni misa hata na mazishi ambayo ilikuwa ikiendeshwa na baadhi ya viongozi vya chama AFC, mkiwemo Bertrand Bisimwa coordinator makamu wa AFC, akiwa pia kiongozi wa M23 hata analiwali makamu wa Kivu Kaskazini Willy Manzingarambe. Tukiendelea na habari zetu siku ya leo, msikilizaji, ni kwamba huko wilayani Lubero shirika la raia latahadharisha kuhusu ukosefu wa dawa kwenye vituo vya afya vingi vya sekta ya Bapere, Mangorojipa na pembezoni, hali inayoweka katika wasiwasi wakaaji wa eneo hiyo ya Kivu Kaskazini. Kaitu Jerlas, mwanaharakati wa shirika la raia katika eneo hiyo, ajuza kwamba hali hiyo imetokana zaidi sana na ongezeko la usalama mdogo unaosababishwa na wagaidi wa ali ya kutoka Uganda wanaoonekana kuhatarisha maisha ya wakaaji wa Lubero. Wakaaji ndani ya haya maeneo ambayo kuna sekta ya Bapere na nusu ya Sheferi ya Baswa wamekuwa wafukara maskini kabisa, kwani tangu mwezi wa sita kuliweza kuingia ADF ambayo mpaka sasa inaendelea kuua watu, na tumeripoti zaidi ya watu elfu moja ambao wamewawa na hiyo ADF wanapora na kuunguza Uh, vitu vya wakaaji na wakaaji wanakuwa na matatizo mengi zaidi sana kiafya. Uh, kuna vituo vingi ambavyo vimeweza kufunga milango kwani hakuna tena dawa. Vingi viliweza kuporwa na hao wa ADF na kuunguzwa, vile wakaaji wanashindwa namna ya kulipa dawa na inasababisha waongozi wa vituo wakose namna ya kuleta dawa zingine, na tumeanja ripoti visa vya vifo vingi zaidi ya watu kumi na tano wanafariki kila siku kwenye hiyo hizo zone de sante mbili Biena na Mangurejipa. Wengi wao wanafariki ndani ya nyumba zao kwa sababu ya kukosa namna ya kuenda kwenye matibabu, na wengine wanafikishwa kwenye vituo vya afya wakati wamekuwa kwenye hali mahututi. Vijiji vya pembeni pembeni vingi vimeweza kuwa pori, kwani ni huko ndiko maadef wanazunguka wanatatiza watu kuwasababisha wasiweze kufanya tena kazi za shamba, ambao ni kazi muhimu kwa kuishi kwa wakaaji wa Mangurejipa. Hata vituo vya masomo vingi havitumiki tena kwa sababu ya hiyo hali ya ukosefu wa wa usalama. Ndio maana twatoa mwito kwa wakuu viongozi waone namna ya kusaidia wakaaji ndani ya hiyo eneo, zaidi sana kwa afya kwani watu wanafariki na ukosefu wa dawa. Huo unatokana na makazi ambao wakazi wote wameweza kukimbia maeneo ambapo walikuwa wanatosha pesa, yaani hakuna pesa, hakuna gesi ya kuweza kulipa dawa, na shida ingine ni kulipa fedha ya masomo Yaani hakuna gisa ya kuweza kulipa, kama nilivyosema hapa mbele pesa. Mahali ambapo panatoka pesa kuna hao watu wa adui au ADEF, hakuna gisa wa watu waende shambani ili waweze kupata pesa. Na tunaomba kwa watu wote mashirika zote waweze wakatusaidia, ili watu wa mangurejipa waweze wakapata usalama, na kama kuna wahifadhi wazuri waweze wakaleta dawa. Sababu kuna baadhi ya, ya hospitali mingi ambazo wamefunga milango asere, mingi zimeweza kufunga milango huko. Hivi tunaomba msaada sana kwa, kwa serikali na kwa mashirika mengi waweze wakakuja saidia ili e, mingi lakini, ni kwa government iweze ikafanya msako sana huko ya ADF, sababu wangali wanapita pita huko pembeni pembeni, waweze wakafanya msako mzuri na maisha yaweze yakarudi kama ilivyokuwa mbeleni. Mwisho wa habari zetu siku ya leo, msikilizaji hata mtazamaji wa Kivu News Today TV, shukrani za dhati kwa kujiunga nasi, nikikualika kufanya subscribe kwenye YouTube ili uweze kupata yanayojiri kila wakati.